Jambo jambo mingi sana, it's your boy Khalif Live niko ndani ya mtaa wa Buratana, kama unavyojua, leo kuna eh, michuano mikubwa baina ya Real Madrid na arsenali, na siku ya leo tuko hapa katika Willy Sports Show, na kama vionaona hapo tunasema free paid by Buzeki, na ili kudhibiti maneno si maneno ya uongo na propaganda na porojo, tutamkaribisha hapa bwana William, ambao kwamba ndio mwenye holi aweze kutuambia ni ukweli, pesa imefika mpira imelipiwa ama namna gani? Karibu bwana William. Mambo namna gani? karibu Khalif Live yes. E, tunaona hapo umesema Buzeki paid free Real Madrid vs Arsenal kuanzia majira saa 4, hebu tuambie, Buzeki amelipa, amekonfirm kwa, amekonfirm kwa, amelipa video zote ni za bura tano, bura tano, ndio, ameweza kulipa pesa <laughs> watu angalie bure. Kwa hivyo pesa imefika, watu kuanzia saa tatu waanze kumiminika kama imejaa hapa e. Yeah. Kwa hivyo mambo ishaisha sasa, mapema Nadhani watu wangu wa Bura mashabiki, pia niko hapa naweza mkaribisha shabiki, shabiki za mchezo. Kwa hivyo unasema ujumbe ni gani? nashukuru, kwa, Bura sana kwa mara ya kwanza kutukumbuka kama vijana wa Bura mm -hmm. na kusaidia vijana wadogodogo wa kama biashara kama mimi nashukuru sana Sa, kabisa shabiki mkubwa wa Real Madrid, yeah. mechi ya leo ni free. Real Madrid. Uh -huh. kwa, kwa niaba mashabi kwa kwa ya mashabiki wa Bura nafurahia kwa kitu Buzeki amefanya kwa kweli wengi kuna wale wakuwa ana pesa ya kuangalia game leo, lakini wameanza kulipia. Tunatoa shukurani na matokeo ya game tuko naye tayari na kwa hii game ya leo, ushindi tunajia iko wapi, na Buzeki atakuwa area. Kwa hivyo, kwa hivyo tunawakaribisha mkuja nyote, si hatukulipiwa peke yake, huenda amkakupewa pia mpaka maji Karibuni. Asante sana. Bwana Willy, kwa hivyo unasema mgeni wa Ishma nani tunamtarajia hapa leo kusema ni Bwana Buzeki. Kwa hivyo Buzeki ame confirm anakuja kuangalia game hapa leo. Sasa hivi natamani atakuwa hapa. Atakuwa live hapa. Abdiolo, karibu kuja pia, useme maoni yako. Ah, mimi mimi kama wa Madina, I think unanijua, naitwa Abdiolo. Mimi ni shabiki kubwa wa Arsenal. As you know that they are Madrid. Na sasa hivi tunaona kwao tunatandika. Hiyo game ni confirm na tunasema karibuni nyote, kwa hivyo yeah. Pia umeconfirm kwamba ni ukweli kwamba game imeni game iko imelipiwa, nasikia hata pesa imeingia. Ndio, karibuni. Safi kabisa. Nadhani umeweza kusikia maoni ya mashabiki sugu wale ambao kwamba wana watch boli hapa katika oh, ah, Willy Tech Sports Shop. Tutakuwa tunasonga mbele maeneo ya San Siro, tukiwa San Siro tutafika pale kwa Kroko, tutaenda zile maeneo ya Tai. Pia hall zote nne za Buratana siku ya leo zimeweza kulipiwa kwa niaba, yani aliyesimamia ali E, mambo hii yote na kuhakikisha kwamba watu wanatazama michuano hii bila ya pesa ni Buzeki Abdullah Hidayat. Kama venye amesema, Willi, amesema, unaweza fika na ukapata maji juu yake mzee. Una sababu gani ya kukosa kuja kuangalia michuano kama hii na umelipiwa? Asante sana. Kama ulivyoweza e, kuona hapo awali tumetoka pale kwenye Willy Sport Show, na ameweza kusema maneno haya ni ya ukweli na holi yake imekuwa fully booked. Buzeki, ameweza kulipia watu wote na kuanzia saa tatu watu waanze kuja. Na nimefika hapa katika Wembley, eh, Sport Show naweza kumkaribisha ndugu yangu Gatuso aweze kusema maneno haya ni ya ukweli ama ni ya uongo. Kama unavyoona, ndio hapa watu wote wanakaribishwa. Karibu ndugu yangu Gatuso, hebu nataka utuambie kwamba wewe ndio unasimamia hapa, wewe ni sports show. Unasemaje, hii maneno ni ukweli ama ni story gani? Hii maneno ni ukweli, Buzeki amesimamia hii maneno ni, ni, ukweli. <tos> <tos> <tos> <tos> ni ya ni ukweli na ni leo ndio tunaanza kutokea saa tatu kutokea saa tatu. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> ni watu karibuni nyote. Kwa hivyo wewe unasemaje, wale mashabiki wa arsenali wale mashabiki wa real ka kamba, hii ni game moja hatari sana, italita mainani wa kuenda mbele nani wa kutoka. Unaambia je, mashabiki wafike kwa wingi, sio mashabiki wote wa Arsenal na wa Real Madrid wote wafike salama Santiago Bernabeu. Na wewe kama wewe sasa unatakia nani ushindi siku ya leo? Natakia ushindi Real Madrid. Safi kabisa, mwenyewe kuja, kuja, kuja ndugu yangu. E, kama unavyoweza unavyo, unavyo kusikia kutoka mwenyeji uh, wa Wembley wa Sports Show, ndio huyo hapa Katiso. Amesemaje? Kuja, ndugu yangu. Hata wewe ni shabiki wa Real Madrid ama Arsenal? Tuambie maoni yako ni ipi. Na siku ya leo unasemaje Buzeki kusimamia mchuano kama huu? Kwanza mimi nashukuru sana, hii game tumelipiwa free. Kwa hivyo mimi nataka Real Madrid, Real Madrid queen, kwa sababu haja ma queen eh, ah. Itakuwa na maana hiyo, ndio kwa na hiyo. Na ujumbe wako moja kwa Buzeki, kama unatoa shukrani ama unatupea, na ujumbe gani kwa Buzeki? Angalia kamera pale mimi <clears> sina <throat> tunashukuru sana yeah, kama fans wa Manchester hivyo hivyo atakao tunafungwa yeah, tuko nyuma nyuma ya Real Madrid. Safi. Na shukuru sana bwana Buzeki. Ah, uh, safi kabisa. Nadhani umeweza kusikia kauli kutoka vijana. Eh, nadhani umeweza kusikia kauli kutoka vijana wale wenye wanatazama mchuano hapa katika Wembley Sport Show siku ya leo nakwambiaje ni mchuano wa kubwa baina ya Real Madrid na Arsenal. Na mchuano ni bure kabisa. Nyote mnaweza kukaribishwa kwa hisani ya Buzeki, Abdullah Hidayat ameweza kusimamia. Na kama alivyosema chairman wa Madrid ya Buratana bwana William video zote nne zimeweza kulipiwa. Popote penye unaenda wewe, unaenda tu pale, unasema niko hapo, kwa sababu Buzeki amelipia mchuano. Safi kabisa. Hii kama ulivyoweza kuona hapo awali, tumetoka pale Willy Sport Show, akuja pale Sen, e, Wembley pale kwa Kroko, na sasa hivi niko hapa San Siro kwa Alize mwenyewe. Alize hapa kwa kwa kwa zile, zile, zile, zile, kudhibitisha kauli hiyo ni ya kweli, kama nilivyoweza kutoka kule chini na sahi niko hapa maeneo ya posta, niweze kuzungumza na Alize aweze kutupea kauli yake kuhusiana na mambo hii ya leo. Okay. Eh, niambie ndugu yangu. Ah, salama sana, tumeshukuru sana kwa ndugu yetu Abdulahi Buzeki mm. kitu kama hii je, inaonekana tunaliba kwa mara ya kwanza, inaonekana vijana wote wa mtaa wameenjoy na hii offer ya leo na mpira ni free of charge. Kuna Inter Milan na Bayern Munich, kuna Real na Arsenal. Karibuni nyote, game zote yoyote yenye utawatch, siku game yoyote yoyote ile utawatch, either ni AC Milan au either ni Real Madrid, ama ni free pia naona hapa kuna shabiki sugu aweze kusema maoni yake. Karibu shabiki sugu, ndugu yangu. kwa ah, jina mi naitwa Yusuf, nimbepongeza <laughs> Mr. Buzeki, ile mambo anafanya onekanaaaria mzima uh -huh, na akiendelea hivyo inaonekana mambo yake si mabaya. Tutajaribu kumwangalia masuala yake. Leo ni mambo na sport, na kesho itafika hata watu wa makao na nini. Wote kuna vijana wengi wako mtaa wanatembea tembea hapa. Angalia list wa wao, watu wa holding na nini, wa Ikea, maspare, patu, bijana, watu nini uh hata -huh, latuwananiniwaawapate eh, kuuza vijana. Nasema asante sana, hongera, tunamkaribisha hapa ni nyumbani pia kwa yeah. hivyo nasikia kwamba leo anaweza kuwa tembelea hizi ole yote mara anaweza kuwa kule yes, yeah. Nasikia ata watch game hapo, naambiaje watu wafike fike na magari wafike wote, hata tuna list watu watu wote wameshafikia mpaka mavileji kule wanajua yeah. Kila kitu leo ni shwari hata yeah. Hakuna mamba hata hata, yani ile kitu atatoa yeah ni pikipiki tu shilingi 50 atoke mali anatoka hajaangalia angalie free eh, hakuna eh, mambo Ma na pesa we'll, eh, kabisa East East East uh, e, rana, uh, yeah, kapisa, na long live Buzeki. Safi kabisa, maisha mrefu sana ndio aweze kusaidia vijana, sio kabisa, shukrani kabisa na yeah, nayo nimeweza kulipata moja kwa moja kutoka maeneo ya Bura. Nimekuwa pale kwenye Willy Sports Show, nikakuja Wembley, na niko hapa San Siro Mother of Gold, yaani Sports Centers ndani ya Bura tano alize mwenyewe, ndio hapa Nadhani ujumbe ameweza kusikia. Pia maeneo ya type ni vilevile, kule chini zaidi ya majuri ni vilevile. Watu wote tunawakaribisha mweze kutazama mchuano bila ya kulipa chochote. safi kabisa.